Waislamu, tusije tukapata picha kwamba Baitul Mali ni zaka peke yake. Baitul Mali kama ilivyokuwa wakati wa Mtume sallallahu sallam ilikusanya zaka, ngawira za vita, jizia, yani zile kodi za wale walikuwa wanalipa wasiokuwa Waislamu. Kwa hivyo tukijenga picha kwamba Baitul Mali ni zaka peke yake, tutakuwa tumeifinya sana Baitul Mal katika mafuhumu yake ya kihistoria. Kwa hiyo nadhani sawa ina sehemu kubwa ni zaka, lakini watu wanaweza wakaleta chochote kwenye Baitul Mali, mmepokea mpaka wakfu. Kwa hiyo hilo nilikuwa nataka niongezee, uh, ama yanayohusu kwenye mada yetu ya sukuk. Nimeulizwa maswali mazuri. Kwanza ni ile wasiwasi je, yes, sikunyonga kule kule. Huko kuna UTT wanauza vipande kule, kuna zile zinaitwa hatifungani za serikali, mbona tena na huko hatifungani ya serikali si yale yale? Nadhani tatizo kubwa uh, mashehe zangu na ndugu zangu Waislamu kwa ujumla mafuhumu ya riba ni nini haijaeleweka. Yaani tumefika mahala sasa tunadhani kila nyongeza katika pesa uliowekeza au kila nyongeza katika akiba ulioweka ni riba. Mafuhumu hii siyo sahihi na hii ndivyo alichokisema Mwenyezi Mungu, ni ukweli wa Qurani, dhalika bianahum qalu inama albayu mithlu riba, yani kama ilivyoshuka aya, leo tunaiona hivyo hivyo, watu wanaona kwa vile, ah, hii ni ile ile tu. Sasa Waislamu tutahadhari sana, tuzije tukawa, haya maneno iliyowahusu wasiokuwa Waislamu walikuwa wanaona kwamba uhalali miamala ya halali katika Uislamu ni sawa na riba tu Si kuna nyongeza huku na huku? Si kuna nyongeza? Si yale yale tu sisi? Tulipokuwa shule ya msingi, tulikuwa tunapewa swali, kilo moja ya chuma na kilo moja ya pamba, ipi nzito? Kwa akili ile ya udogo ule, unasema moja kwa moja chuma, kwa sababu unajua chuma ni kizito kuliko pamba. Lakini chuma kilo moja pamba kilo moja vyote viko sawa. Ila thamani je, viko sawa? na ndio hivyo hivyo, katika Uislamu muamala wowote, ili ujue huu ni halali, kwanza inatakiwa ujiulize, mkataba gani wa kisharia, mkataba gani wa Kiislamu umetumika. Hiki ndio kitu cha kwanza, usije ukathubutu kusema hii ni haramu wakati hujajua ni muamala gani yaani, sharia contract gani imetumika. Kama hakuna sharia contract huo mwamala unaweza ukawa halali kama haupingani na sheria, au unaweza ukawa ni haramu ukipingana na mikataba ya kisheria. Kwa hiyo pa kuanzia, je, mwamala huu una mkataba gani katika mikataba ya sharia? Tumekuelezeni sukuku ya Zanzibar, fatwa ya wanachuoni, na kwamba mwamala wake umejengeka kwenye msingi wa sharia unaitwa ijaratul manfaa au manfaatul ijara huu muamala ni maarufu kwenye wanachuoni wote. Nenda kwenye vitabu vya fikihi watakueleza muamala huu ulivyo. Kwa hiyo ile kule huwa wanatoa vipande wakaweka na faida, usije ukaufananisha na muamala huu. Huu muamala una misingi ya kisheria na unazingatia sheria ya Kiislamu. Ama suala la kwamba milioni eh, una sharia advisor, muamala huu una wanachuoni watano waliounda timu ya wanachuoni wa sharia, chini ya Sifka Center for Islamic Finance Compliance and Advice. Bahati nzuri mwenyekiti wa jopo la maulamaa hao huyu hapa tumekaa naye eh, Profesa Hikmani, lakini pia mwenyekiti wetu wa hayatul ulama Sheikh Abdalla Ndauga na yeye yumo humo. Katibu wetu wa hayatul ulama alaki Sheikh Yasiri na yeye yumo humo. Kule Zanzibar kuna nyongeza ya mashake wengine wawili Dr Said na Shekhe Shabani Al Batash kutoka ofisi ya mufti wa Zanzibar. Hawa wamepitia makabrasha yote ya hii hatifungani ya sukuku ya Zanzibar na wametoa cheti cha uhalali kwamba hii ni shari, ni sharia compliant. Kama kuna mtu anasema hii sio sharia compliant analeta hoja zake, anakabiliwa na maulama kama walivyofanya ndugu zetu wa benki ya Amana Amana wameleta hoja zao, zimejadiliwa na wamejibiwa. Kwa hiyo usije ukathubutu kutamka tu hii haramu, utakuja kusimama mbele ya Allah na dhima ya kuhalalisha muamala, kuharamisha muamala uliopitiwa na wanachuoni kama hao niliokutajia. Sasa shilingi milioni moja ni nyingi, hii ni nyingi kweli? Kuna kina mama ntilie vijana wa bodaboda hawawezi kuimudu, lakini je ramia kule kwenye fomu zenu kule hakuna mahala wanawekeza kama kikundi? Tafadhali tueleze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mimi nije moja kwa moja kusema kwamba zile fomu zetu kwanza za kuweza kujisajili kwa ajili ya sukuku tumeweka pande mbili, kwa maana kwamba watu wawili au zaidi ya watu wawili wanaweza wakajiunga katika sukuku moja. Kwa hiyo tumeweka fursa hiyo kwamba watu kwa pamoja wanaweza kufanya hicho kitu. Binafsi mimi na ndugu zangu, si alhamdulillah, tuko saba na katika sisi saba, pamoja na mzee wetu, mwenyezi Mungu amweke, tumesema kwamba tutaingia tuta, tuta katika uwekezaji huu na tukawa tunaulizana, je, ile fomu kuna sehemu ya joint wa kwanza na wa pili. Hasa sisi, je, nane tunafanyaje? tuchukue fomu nne tuziambatanishe tuzia, alafu tena tuseme ndoo zetu zote kwa pamoja, au tuje katika a, kama kikundi tuweze kujisajili na kuweza kuwa kikundi kimoja ambacho tumejisajili kwa kwa, kwa ufupi, kuna njia mbili hizo kuna zile ambazo tunasema za watu binafsi ama individual au retail, na kuna zile ambazo tunasema ni kikundi ama makampuni na mashirika wanaweza wakajiekeza, na tuta, tu, tuendelee kuomba kwamba usajili wa hivi vikundi viwe iwe process ya urahisi kabisa, maana kwa kule uh, Zanzibar proses hii alhamdulillahi imeweza ku, ku, kuwa rahisi kabisa, kwamba tunaweza watu wakajisajili kama kikundi afu wakaekeza japo milioni moja ambayo ni kiwango uh, cha chini kwa sasa hivi, lakini inshallah tunachukua maombi au maoni yenu na tutakaa chini na SPV na kutazama kama tranche ya pili, mwezi Mungu atujalia Mei tutizame kama kuna haja ya kupunguza kutoka milioni moja na kutizama kiwango kipya ambacho kitakuwa mwafaka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Asante sana Alhaji Ramia, tuna maswali mawili tu ambayo ni mafupi. Nza lini nakuishi niongezee tu hapo Alhaji Ramia, kwenye fomu ile tulipoweka baada ya kujaliana na SPV group, si lazima hawa wa kikundi wakasajiliwe si lazima wakasajiliwe kule kwenye ofisi ya msajili wa wanaitwa nini wale msajili wa ushirika, sijui kitu kama hicho, sio lazima. Yaani mradi wao waende pale benki kama kikundi, wawe na barua kutoka kwa shehia au kwa mjumbe wa serikali ya kwa serikali ya mtaa kwamba hawa wameamua kuwekeza kama kikundi, barua rasmi yenye muhuri wa watu wetu wa serikali za mtaa, watafika benki na ile barua itaje katika hicho kikundi nani ndio atakayekuwa ameteuliwa na huyo, ndio akaunti yake ya benki itakayotumika kulipa faida zao. Kwa hiyo kina mama, msio na wasiwasi, mwanzo mkajiunga kikundi cha watu kumi, watu watano, mkafanya utaratibu huo, mkapata barua kutoka kwa serikali ya mtaa na mmoja wenu ndio kateuliwa kuwa wa kuwashikia hizo fedha zenu. Sasa mchague waaminifu, maanake mambo ya fedha tena <laughs> unaweza mkamchagua mmoja, siku akipokea ule mkupuo, mmoja anahama na kuhama kabisa. Lakini utaratibu huo uko vizuri. Hili la kwamba je, kuna usimamizi? Naam, usimamizi upo. Kwanza hii miamala ina taasisi takribani nane zinazosimamia. Sisi kama Yusra Sukuk ndio wasimamizi wakuu. Kuna, kuna, kuna kampuni ya kisheria legal entity ipo inasimamia. Kuna kampuni ya ku, kunukuu uh, lile daftari la wawekezaji registrar ipo. Kuna kampuni ya mambo ya mahesabu ipo. Kuna kampuni ya mwakilishi wa wawekezaji inaitwa sukuku delegate ipo. Kuna benki inayopokea ya watu wa Zanzibar ipo. Kuna shirika la bima, hii hatifungani ya Zanzibar imewekewa bima. Kuna wale wanaosema muamala hauwezi kuwa ni mia kwa mia, hakuna hasara. Aha, hasara ipo, riski zipo, ila tumezikinga kwa kuwekea bima ya Kiislamu ya takaful ipo na kuna yule anayefanya rating wapo, na kuna sharia advisor. Mwenye mwenyekiti wetu wa hiki kikao ndio mratibu wao, na nimewataja mashekhe hawa hawa, hawana mlango, hawaingii wanaingia serikalini, wanaingia kwenye miradi, wataingia mpaka kule kwenye daftari lenu la kuhifadhiwa, wataangalia na watatoa ripoti yao ya kisheria: je, huu muamala unakidhi sheria? Hapa hakuna upatu wala UTT ambako unawekeza hujui nini kinafanyika. Miradi tumeieleza hapa, utaona we mwenyewe, barabara zinajengwa, bandari inajengwa, uwazi usiokuwa na mipaka. Kwa hiyo msilinganishe hii na miamala mingine yoyote. Jingine, je, tumechelewa? Hapana, leo zimebakia siku ishirini. Hata sasa hivi hapa waone pale PBZ, utajiunga hapo hapo, nje wako na fomu zao pale. Au kama wewe ni mteja wa PBZ, ingie kwenye app ya benki, utaona kitufe kimeandikwa sukuk, unabofya mle ndani, unaingiza pesa yako, yanaendelea unakuwa umeshawekeza. Uh, la mwisho, je Mama Samia infrastructure bondi hii inafanana nayo. Nimeshajibu hilo, hazifanani hata kidogo. Ile ni bondi yenye riba, hii ya huku haina riba wala haina hiba. Hii ya huku ina faida, kwa sababu ngoja nikuambie, ni kitu kimoja hii. Kwa sababu ni sukuku ya ijara, serikali itakuwa inalipa kodi, zile kodi kutokana na mali ambazo zimewekezwa kwenye ile shirika la kutoa sukuku, ndizo zitakazolipa faida zenu kuna wengine wanadhani zile pesa zikiwekezwa mpaka zizalishe ndio waje walipwe. Hapana, hii sio mudharaba kwamba serikali imegeuka kuwa ni mudharibu. Hii ni zile rentals au kodi ndio zinawalipa faida zenu. Na, na zinatoka wapi? Tulieleza pale kwenye yale mashirika manne. Wajazakumullahu khair.